Ni msimu wa mavuno kwa wenye hoteli za kitalii hasa ukanda wa pwani. Kama wasemavyo Waswahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Chombo hiki kimewasili na kutia nanga katika mkono huu wa bahari mjini Kilifi na wenyeji wakashikwa na hamu ya kukifikia karibu huku wakikariri msemo wa mgeni njoo mwenyeji apone. Leo nilikuwa nikipita zangu kwenda Kilifi Town, lakini nikaona yacht kubwa sana ambayo imeegesha hapa katika creek ya Kilifi, ndo nikafanya nikaja hapa nikatazama, nimeona tu yacht kubwa ambayo ina muonekano mzuri na kuonyesha kuwa watu wengi wa Kilifi wanapenda vitu vizuri. Walivyoona kitu kizuri kiko ufuoni, watu wengi wamejitokeza kuangalia kitu hicho, kile, cho, kile chombo ni chombo ambacho kina thamani ya pesa nyingi, na wale wale wale, wale watu ambao wako pale, ni watu na pesa zao. Ile kitu ile ingekuwa na uwezo na mimi nami nikawa pale ndani, ningesikia raha na sana. Nami nami nimefurahi sana, nimeona nikapendezwa, sijawahi ona kitu kama hiyo, mara ya kwanza sijawahi ona kitu kama hiyo e, chombo hiki kinaaminika kutoka nchini Uingereza na kimewabeba wageni kutalii na kujionea mandhari ya fuo za bahari hapa mjini Kilifi. Kwa muda mrefu, sekta ya utalii imekuwa tegemeo kubwa la uchumi kwa wakazi wa ukanda wa pwani, lakini katika siku za hivi karibuni umaarufu wake umekuwa ukididimia. Mji wa Kilifi bado una idadi ndogo ya hoteli za kitalii licha ya kuwa na vivutio vingi tu vinavyopatikana katika eneo hili. Wenyeji wanaililia serikali kuu pamoja na ile ya kaunti kuimarisha mikakati ya kufufua sekta hii muhimu ambayo imekuwa msingi wa uchumi katika eneo hili Kilifi. Tukiekeza vizuri katika utalii, mambo ya utalii, Kilifi inaweza fika mbali, kwa sababu ukiangalia kile chombo mbao kiko pale kina, nilikuwa najaribu google, nimeona kina thamani ya mabilioni. Kwa hivyo kumaanisha, Kilifi tukiekeza vizuri katika utalii, watu wengi tutapata, wageni wetu watakuja na uchumi wa Kilifi utapanda juu. Tumeona ukiwa na viungo kama hizi hapa Kilifi, watu wengi sana wanajitokeza sana kukunja kuona hizi vitu. So hata sisi tungetamani pia serikali zetu, ngavana wote washikane, ma MCA washikane, washikane, wawe pamoja, watuletee vitu kama gani, kama hizi hapa Kilifi, ndio wageni wawe wengi, ndio hata biashara ziweze kuendelea, watu waweze kutu promote. The more wageni wanakunja wengi, ndio wanakunja na mapesa zao, jukuingia pahali kama pale Si mchezo baba. Nikiripotia coco FM, mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, ladha ya pwani.